Kutopata ujauzito, mzunguko wa hedhi usioeleweka, kutopata ute wa uzazi, kutopevusha mayai na maumivu ya tumbo ya mara kwa mara ni tatizo linalotokana na kuwa na sumu nyingi mwilini. Hili linatokea kwa sababu ya seli za mwili, ini na figo kujaa sumu nyingi na kushindwa kusawazisha homoni kama estrogen, progesterone, follicle stimulating, luteinizing, prolactin na thyroid. Hali kama hii inasababisha matatizo ya mfumo wa uzazi kama kutoshika ujauzito kwa muda mrefu matatizo ya hedhi yaliyokithiri, mimba kutunga nje ya kizazi, kuziba kwa mirija, makofu kwenye uzazi, hata mimba kuharibika. Sasa ili kuondokana na matatizo haya lazima tuwe tayari kuweza uh, kutoa sumu kwenye kizazi, na ili utoe sumu kwenye kizazi, tunaendelea na challenge yetu ya kutumia C247 kwa mwezi mzima na liver care ili kutoa sumu mwilini. C247 ni hii na tuta asubuhi ya leo ni siku ya saba, ambapo naenda kutumia kidonge kimoja cha C24/7 ili kusafisha kinga ya mwili. Tiba hii itasaidia kusafisha mfumo wa uzazi wa mwanamke na kuweka sawa na kuweza kushika ujauzito haraka na kuweka mfumo wa hedhi ambao unaeleweka na kupevusha mayai. Ili kupata tiba hizi hakikisha unanitafuta WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa chini na komenti neno "niunge" kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.